Huyo aliyezaliwa na wewe mwenyewe, huyo ndiye aliye wa ndoa yako wewe mwenyewe, ikimaanisha huyo ndiye aliye oana au fanana na wewe jinsi ulivyo hivyo hivyo kwa jina lake yeye, huyo alivyo kwa jina lake ndiye aliye fanana na wewe kwa jinsi hivyo hivyo ulivyo, ikimaanisha huyo ni mamlaka yako wewe. Ni jinsi hivyo wewe ulivyo, unaishi katika jinsi yake na jina lake. Hili ni pumziko kutoka kwa Pasta Andy Gunyu, linazungumza kuhusu ndoa sehemu ya kumi na nne. Bila shaka popote pale ulipo nao walio zaliwa na wewe mwenyewe, hapo ulipo nao kuwa naye, kuwa nacho, kuwa ni cha ndoa yako wewe mwenyewe, ikimaanisha ni kilichooana kufanana na wewe mwenyewe kwa jinsi yake hivyo hivyo kinavyoonekana, kwa jinsi yake hiyo hiyo anavyoonekana, huyo aliyezaliwa kutoka kwako wewe mwenyewe pasipo kujalisha amezaliwa kwa jinsi ipi, amezaliwa kutoka katika viungo vyako, amezaliwa kutoka katika tumbo lako, amezaliwa kutoka katika mbavu yako, amezaliwa kutoka katika kinywa chako, amezaliwa kutoka katika viungo vyako amezaliwa kutoka katika neno lako, amezaliwa kutoka katika madhabahu yako, amezaliwa katika kutoka damu yako, amezaliwa kutoka katika ukoo wako, amezaliwa kutoka katika familia yako, amezaliwa katika kutoka katika taifa lako, amezaliwa kutoka katika upendo wako amezaliwa kutoka katika msamaha wako, amezaliwa na mwisho kutoka katika uwepo wako. Kwa sababu yoyote ile, kwa yoyote kuzaliwa kutoka katika uwepo wa jinsi hiyo, popote pale ulipo, huyo kwa jina husika kwa jinsi yake husika, huyo ndiye aliye wa ndoa yako wewe, ikimaanisha huyo ndiye aliye oana au aliyefanana na wewe kwa jinsi hivyo hivyo ulivyo ikimaanisha kwamba huyo au hicho au chochote kile, kikiwa kimefanana na jinsi hivyo wewe ulivyo, kimeoana na jinsi vile wewe ulivyo, maana yake kwamba chochote kile hicho au huyo ni wewe, ni mwonekano wako huo huo ulionao sasa hivi, ni sura yako hiyo hiyo ulionayo sasa hivi, inaishi katika jinsi na mwonekano wa jina na jinsi ya huyo ni mapenzi yako hayo hayo, ni pumziko lako hilo hilo, ni mwonekano wako huo huo, unaishi katika jinsi na jina lake, na kila huyo au hicho kilichokuzunguka popote pale ulipo nacho hicho, naye huyo ndiyo kwa jina kuitwa aliye wa ndoa yako wewe, ikimaanisha aliye oana au fanana na wewe, na popote alipo, popote alipo au kilipo, ni sura yako hiyo, inaishi mapenzi yake ni mamlaka, hayo yako yanaishi katika jinsi hiyo hiyo ulivyo, katika jina na jinsi yake ni mapenzi yako, yanaishi katika jinsi na muonekano wake ule unao utazama kwake huyo na kufanya yoyote yole, chochote kile hakiishi mapenzi au mwonekano au mamlaka au sura iliyo tofauti na wewe, inayokinzana na wewe, inayobishana na wewe, bali chochote kile kinaishi sura yako wewe, katika kila jinsi ya mapenzi au mamlaka ya kuonekana kwake, ni wewe huyo, unaishi katika kila jinsi ya mapenzi ya kuonekana kwako na kufanya katika ndoa hiyo, upo ni wewe mwenyewe. Katika ndoa hiyo hamko wawili au zaidi yako wewe bali katika ndoa hiyo upo wewe mwenyewe, ukiishi mapenzi yako katika kila jinsi ya kuonekana kwake, katika kila jinsi ya kuonekana kwako, kwa kuwa yoyote yule aliyezaliwa kwako aliyezaliwa kwako huyo ndiye aliye wa ndoa yako. Ni baba huyo, ni mke huyo, ni mume huyo, ni mtoto huyo, ni taifa hilo, ni kijiji hicho, ni dhehebu hilo, ni dini hiyo, ni wanyama, ni wadudu, ni wa, ni mazao, ni moto, ni mvua, ni kila kitu katika kila jinsi na jina lake kwa kuzaliwa kutoka katika uwepo wako, hapo popote pale ulipo, hicho huyo, vyote katika kila jinsi ndiyo aliye ndicho kilicho cha ndoa yako wewe, kwa jina lako husika, ikimaanisha ni chaku kilicho oana na wewe. Uh, kilichofanana na wewe kwa jina lako husika hilo hilo, katika muonekano wake huo unao utazama ikimaanisha, muonekano wote wa chochote kile wa yoyote yule unachokitazama, unayemtazama ni wewe, unaishi ni sura yako hiyo hiyo, hapo inaishi katika mapenzi yake ya kuonekana kwake kwa jina lake. Huyu mume ni wewe uliye mke huyo huyo, katika mwonekano wako huu, unaishi mapenzi yako, unaishi mwonekano wako katika jinsi yake na jina lake, kwa kuitwa mume. Ni wewe mke, ni wewe mume, huyo mke uliye naye, huyo mke uliye naye bado ni wewe huyo huyo, mume ni muonekano wako huo huo, mume kwa jina lako hilo hilo, mume ukiishi katika mapenzi yako ya mwonekano wake kwa jina lake na kuwito kwa jina mke na kufanya katika ndoa hiyo, ni wewe mume unayeishi katika ndoa hiyo, ukiishi mapenzi yako ukiishi mamlaka yako ya kuwa mume katika kila jinsi na jina la kuitwa kwake na kupata jina mke na kupata jina mtoto na kupata jina baba kupata jina mume yule kupata jina familia kupata jina jina taifa kupata jina wanyama kupata kila kitu katika jinsi ya kuitwa kwake ukiwa katika jinsi hiyo hiyo, hapo popote ulipo, kwa kuonekana kwako hivyo. Sasa hivi ndio ni pumziko hili. Imezugu ni Pasta huyu Andy Gunyu anazungumza na wewe kuhusu ndoa yako, wa kuoana na wewe, aliyefanana na wewe, aliye anaye fanana na wewe katika ndoa ni yule aliyezaliwa kutoka kwako wewe mwenyewe. Haijalishi ni mtoto, haijalishi umri wako, haijalishi jinsia yako, haijalishi sirika yako, haijalishi mwonekano wako, haijalishi wewe nani, haijalishi uko wapi, haijalishi unakaa wapi, lakini katika jinsi ya uwepo wako, popote pale ulipo, yule aliyezaliwa kutoka kwako wewe mwenyewe katika jinsi ya uwepo wako, katika jinsi ya sababu yoyote, bali kwa sababu kuu ya uwepo wako, huyo aliyezaliwa kutokana na uwepo wako, huyo ndiye aliye wa ndoa yako wewe mwenyewe, ikimaanisha kwamba huyo ndiye aliye fanana au aliye oana na jinsi vile wewe ulivyo hapo hapo ulipo, na bila shaka katika pumziko hili kwa jinsi ya uwepo wako chochote kile kimekukuta hapo ulipo, ikimaanisha chochote kile katika jinsi yote kimezaliwa na wewe hapo ulipo, kimezaliwa kutokana na uwepo wako wewe, popote pale ulipo, kimezaliwa kutokana na mamlaka ya muonekano wako, hapo popote pale ulipo, nacho naye huyo kuwa ni wa uzao aliyezaliwa kutokana na, na uwepo wako wewe popote pale ulipo, naye huyo amekuwa ni wa ndoa yako kwa kuzaliwa kwake kutoka kwako wewe mwenyewe popote pale ulipo kutoka kwako wewe mwenyewe, kutoka katika uwepo wako wewe mwenyewe, popote pale ulipo, amekuwa ni wa ndoa yako, ikimaanisha aliye oana au fanana na jinsi vile wewe ulivyo, ikimaanisha huyo ni mapenzi yako, ni wewe unaishi katika mapenzi yako kwa jina lake na jinsi yake, ni wewe huyo huyo unaishi, ni vile jinsi mwonekano huo huu unaishi katika mapenzi ya muonekano kwa jina na jinsi yake. Na ndio maana ameitwa aliyeoana, aliyefanana na wewe na kufanya popote pale ulipo katika ndoa ikimaanisha katika kuoana waliozaliwa kutoka kwako, si kwamba upo wewe na mwingine, bali popote pale ulipo upo wewe mwenyewe ukiishi ndoa yako, ukiishi mamlaka ya ndoa yako, ikimaanisha ya kufaana au kuoana kwako kwa kuwa yoyote yule chochote kile ni sura yako, hiyo inaishi mapenzi yake katika jinsi na sura ya kuonekana kwake, kwa jina lake, kwa kuwa huyo amezaliwa kutoka kwako wewe mwenyewe, ikimaanisha yoyote yule chochote kile kimezaliwa kutokana na mamlaka yako wewe, ikiwa na maana hicho chochote ni mamlaka yako wewe, inaishi ni sura yako hiyo, wewe inaishi, ni mwonekano wako wewe, huu unaishi mapenzi yake, pumziko lake, katika jinsi na jina lake, na kufanya ulipo, hampo wawili, ulipo, hampo watatu, ulipo, hampo zaidi, ulipo, upo mwenyewe hivyo ukiishi mapenzi yako, ukiishi pumziko la uwepo wako, ukiishi pumziko la ndoa yako, ukiishi pumziko la kuoana kwako, ukiishi pumziko mapenzi ya jinsi ya ndoa yako ilivyo popote pale ulipo, ikimaanisha, ukiishi kwenye kila kitu kwenye kila yoyote aliyopo, kwa kuwa kila yoyote aliyopo ndio sura ya jinsi ya kuonekana kwako, ndio mamlaka yako yanavyoonekana, ndio sura yako inavyoonekana, ndio mapenzi yako yanavyoishi ikimaanisha chochote kile yoyote ile ni mamlaka yako, ni mapenzi yako, ni sura yako, ni ndoa yako inaishi mapenzi katika kila jinsi ya kuonekana kwake kwa jina lake. Kwa hiyo huyo unayemtazama ni wa ndoa yako, ikimaanisha ni wa sura yako. Haijalishi anaonekana vipi ni mkubwa vipi, ni mume au ni mke, ni baba au ni mama, ni mtoto au ni bibi, ni babo, ni taifa, ni dini, ni zehebu, ni chochote kile, ni wanyama, ni ndege au ni dhahabu, ni almasi, ni mali ya utajiri, ni muujiza ni, ni upako, ni uwepo au ni pumziko hili, bali katika kila jinsi yoyote ile, huyo ndiye aliye wa ndoa yako ikimaanisha aliyefanana na wewe, aliyeoana na wewe, aliyezaliwa kutoka kwako, ikimaanisha aliye wa ndoa yako wewe. Na popote pale alipo, popote pale kilipo ni, umai, ni maisha yako, ni sura yako, inaishi katika mapenzi yake kwa jina lake kwani huyo amezaliwa kutokana na mamlaka yako, ikimaanisha ni mamlaka yako inaishi katika jinsi yake na sura yake kwa jina lake. Yoyote yule ni mamlaka yako inaishi, chochote kile ni mamlaka yako inaishi, ni mwonekano wako huo unaishi, ni jinsi yako hiyo hiyo inaishi ni pumziko lako hilo hilo linaishi, ni mapenzi yako hayo hayo yanaishi, ni jinsi vile ulivyo hivyo hivyo unaishi, kwa kuwa katika ulimwengu wote hakuna yeyote aliye pamoja na wewe, hakuna yeyote aliye wa pili anaishi na wewe, bali katika ulimwengu wote ni wewe pekee, ni wewe pekee yako, ni mamlaka yako pekee yako, ni ufalme wako pekee yako, ni mwonekano wako pekee yako, ni mapenzi yako pekee yako, ni jinsi hivyo pekee yako. Ukiishi mapenzi yako, ukiishi mamlaka yako, ukiishi furaha yako, ukiishi pumziko lako, katika kila jinsi ya mwonekano wako, katika jinsi ya muonekano wake, kwa majina yake na kwa jinsi yake, kwa kuwa kila chochote kilichopo, kila yoyote aliyopo amezaliwa kutoka katika mamlaka yako, ikimaanisha yoyote yule ndiyo mamlaka yako yanavyoonekana, ndiyo mapenzi yako yanavyoonekana, ndiyo jinsi yako hivyo hivyo, hivyo ulivyo unavyoonekana jina lake na kwa jinsi yake, ukiishi mapenzi yako, ukiishi utawala wako, ukiishi mamlaka yako katika jinsi hiyo hiyo ulivyo, hapo pokuteparalipo ninaunbia na wewe katika ndoa yako, hiyo ni wewe mwenyewe uli katika ndoa hampo a katika ndoa na kusema kuna mamlaka mbili za ndoa yako na mwingine hakuna. Kusema kuna mamlaka mbili katika ndoa yako na mwingine, kwamba ni wewe na mume, ni mke na mke, hakuna. Ni wewe mtoto na baba, hakuna. Ni baba na mtoto, hakuna. Ni mama na baba, hakuna. Ni wewe na taifa, hakuna. Ni wewe na mwingine, hakuna, bali ni wewe mwenyewe katika jinsi na jina lako husika hilo, kwa kuwa huyo mwingine ni wewe huyo, ukiishi katika mapenzi yako, ukiishi katika furaha yako, ukiishi katika pumziko lako kwa jina lake, kwa kuwa huyu mwingine amezaliwa kutokana na mamlaka yako, amezaliwa kutoka katika sura yako ikimaanisha huyo mwingine ndio sura yako. Hiyo ikiishi mapenzi yake, ikiishi mamlaka yake kwa jina lake husika, basi hapo ni wewe huyo huyo, ukiishi mapenzi yako katika jinsi na jina husika, kama vile ulivyo hapo hapo ulipo. Kwa hiyo kwenye ndoa yako haupo wewe mume na mke wako ukasema uko wawili, bali uko wewe mume ukiishi mapenzi yako katika kila sura, katika kila jinsi, katika jina la mume la mke, kwa kuwa huyo mke ndiyo mamlaka yako, ndiyo mapenzi yako yaliyozaliwa na kuishi katika jinsi yake na jina lake, ikimaanisha ni wewe huyu huyo huyo mume ukiishi katika jinsi na mapenzi yako katika mwonekano wa jina la mke. Ni wewe huyo huyo mke ukiishi katika jinsi na jina lake na jina lako katika jina la mume. Ni wewe huyo huyo mtoto ukiishi katika jinsi na jina lako katika jina la baba. Ni wewe huyo huyo baba. Ni wewe huyo huyo taifa ni huyu huyu popote pale ulipo ukiishi katika kila jinsi na katika kila jina, kwa kuwa kila kitu kimezaliwa katika mamlaka yako, ikimaanisha ndio mamlaka yako ndio mwonekano wako unavyoonekana ukiishi pumziko, yaani mamlaka au mapenzi yako. Basi leo hii ninaishia sehemu hii ya kumi na nne. Usikose wiki ijayo katika sehemu ya kumi na tano siku kama hii ya leo pia. Mafundisho haya ya somo hili la ndoa inapatikana katika ukurasa wa YouTube kwa jina la Pumziko au Pumziko moja, usikose. Basi sasa ninakupatia pumziko hili la ndoa yako, kwa kuwa popote pale ulipo, upo katika ndoa ya pumziko lako, upo katika ndoa ya pumziko lako, ikimaanisha upo katika unaishi na walio wa kufaana na wewe waliooana na wewe katika kila jinsi, katika kila aina. Ndoa yako inaishi katika kila sura na katika kila jinsi, ikiishi mapenzi ya kufaana au ya kufanana na jinsi wewe ulivyo kwa kuzaliwa, kutoka kwako, kwa kuzaliwa kutokana na uwepo wako, basi Pokea pumziko la ndoa yako, pokea pumziko la ndoa yako kwa mume huyo, na ndoa yako kwa mke huyo, la ndoa yako kwa mzazi huyo, na ndoa yako kwa mtoto huyo, na ndoa yako kwa taifa hilo, la ndoa yako kwa dini hiyo, la ndoa yako kwa dhehebu hilo, na ndoa yako kwa uwepo huu, na ndoa yako kwa pumziko hili. Popote pale ulipo, pokea pumziko hili na furaha ya jinsi ya uwepo wako popote pale katika ndoa hiyo, kwa wote walio uzao wa, wa, wa ndoa hiyo waliozaliwa kutoka hapo. Pumziko hili nimelejea hapo ulipo, na furaha ya, na raha ya pumziko hili, popote pale ulipo katika jinsi ya uwepo wako hapo, popote ulipo, iwe pamoja.